Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa heshima na taadhima, sasa unaomba tunuku kamisheni. Mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwa mujibu wa madaraka niliyopewa katika ibara ya 148 kifungu kidogo cha pili a, ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha tano cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa, ninawapa kamisheni kuwa maafisa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania katika cheo cha luteni usu, kuanzia leo tarehe 22 Novemba 2025.

Naapa kwa dhati kwamba nikiwa mzalendo nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu, nitatumikia nchi yangu katika utumishi wangu na katika chio chochote, nitatii sheria, kanuni namni zote zokuisha ishatolewa na zitakazotolewa mara kwa mara wa wa na wakuu wangu kwa mujibu wa sheria, nitafunze na kukozosha nzuri utiifu. Utiifu uadari na uaminifu uadari na na watu kwa kwa chini, maafisa na askari chini chinia uongozi wangu, nitalinda na kuitetea katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitamti nitamlida nita kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Mungu saidie.